Yesu asifiwe! Amen. Asante sana. Awali ya yote, kwanza nianze kumshukuru Mungu sana kwa kuweza kunikutanisha na ndugu zangu toka msimu uliopita, lakini leo imempendeza Mungu, nimeingia kipindi cha pili kuweza kushiriki ibada na ndugu zangu. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Tunamshukuru Mungu maombi yenu, na nadhani ilikuja mara kwa mara hapa kwa maombi yenu, ninaamini Mungu ameridhia turudi tena kwa awamu ya kipindi kingine. Mungu awabariki sana kwa kutuombea, amina. Kwa hii niwashukuru ndugu zangu wote wa Magoda kwa kuniunga mkono na kwa kunisapoti na leo kurudi kwa awamu ya pili, asanteni sana Yeah, kwa sababu mlifanya yote, mlifanya maombi lakini pia mkaenda kutusindikiza pale kwenda kuweka redi kwoyo. Ni washukuru sana ndugu zetu wa Magoda, lakini pia ni shukuru kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuweza kumchagua na tena kuendelea kuwatumikia wananchi. Mungu awabariki sana sana. Amina. lakini pia nasimama hapa kuwashukuru wana Magoda kwa niaba ya kaka yangu Mheshimiwa Deo Mwanyika, mbunge wa jimbo wa la Njombe Mjini, mtoto wetu wa nyumbani. Jamani, nawashukuru sana kwa kumchagua na kuweza kuendelea kuwatumikia wananchi wa jimbo wa la Njombe Mjini. Mungu awabariki sana. Kwa niaba nasema, jamani asanteni sana, asanteni sana. Mmenirudishia kaka yangu, mmenirudisha na mimi, kazi ifanyaje? Iendelee. yeah. Bwana yeah. so Yesu yeah. asifiwe sana